Nirudi kule nyuma kwamba uzuri wa CCM tuna kabla ya kuhai, kuahidi huwa tunafanya utafiti, utafiti nchi nzima, tuangalie mahitaji yaliyopo, tunaangalia na changamoto, tunaangalia kuna kile kitu anaita SWOT analysis. Tunaangalia nguvu ya serikali tulionayo, tunaangalia weakness ni wapi penye udhaifu, uh, tunaangalia opportunities gani kwa maana ya fursa zilizopo tunaangalia threats, umeneelewa? Sasa vitu vyote hivyo huwa eh, tunaviangalia na tunaangalia ni kitu gani Tanzania inataka kitu gani Watanzania wanataka kwa wakati gani. Hivyo hii ilani ina ina inatufungulia sasa kuweza kujua katika kipindi kilichopita tuliahidi nini tumefanya nini, na tumeona hakika tumefanya zaidi ya vile ambavyo tulitarajia hata kwenye jimbo langu tumefanya vitu ambavyo vingine hatukuvisema, lakini tumevifanya. Hivyo nayo ilani inayokuja, nataka niseme inakwenda kutafsiri nini maana ya maisha bora. Hebu angalia, Rais amesema ameongeza mishahara kwa asilimia thelathini na tano pointi moja. Ujue ni fedha ngapi mjazo unaingia katika uchumi unakwenda kusaidia vipi watu sasa? Huo ni mwaka ambao sasa Kipato cha watu kimeongezeka, biashara zitakuwa zimefunguka zaidi. E, uchumi utakuwa umetapakaa nchi nzima. maana yake nini? Maana yake ni kwamba mwananchi wa kawaida, ambaye hata kama si mfanyakazi wa serikali, anakwenda kufaidika.